na wenzetu wanaoendesha bandari ambayo tumekaribisha DP World pamoja na Tanzania East Africa Gateway Terminal, umepelekea kuongeza ufanisi uh, katika bandari yetu ya Dar es Salaam, ambapo sasa kutoka kwenye kuhudumia tani milioni 15 kwa mwaka wa 2020/2021 mpaka kuhudumia tani milioni 27.8 kwa mwaka wa 2024/2025 kuongezeka huko